Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Antoine Tshisekedi, akihutubia kikao cha themanini cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa jijini New York, ametoa hotuba yenye msisitizo mkubwa kuhusu changamoto zinazolikumba taifa lake, akiomba jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua madhubuti dhidi ya mauaji ya laiki, uporaji wa rasilimali, ukatili wa kijinsia na ukosefu wa haki mashariki mwa nchi hiyo, huku pia akiweka uwazi msimamo wa Kongo kuhusu mageuzi ya Umoja wa Mataifa mazingira na usawa wa kifedha duniani. Katika hotuba yake, Tshisekedi alianza kwa kutambua nafasi ya Umoja wa Mataifa kama jukwaa kuu la majadiliano ya kimataifa, akisisitiza kuwa jumuiya ya dunia haina budi kusimama pamoja kwa vitendo badala ya maneno ya mshikamano pekee. Akigusia zaidi hali ya usalama nchini mwake, alitoa wito wa kutambuliwa rasmi kwa kile alichokiita mauaji ya kimya yanayoendelea mashariki mwa Kongo akisema mamilioni ya raia wameuawa wengine kubakwa na kulazimishwa kukimbia makazi yao, huku hali hiyo ikiendelea kufuatiliwa na uporaji wa rasilimali asilia. Rais Tshisekedi alisema kwamba mashariki mwa Kongo kumekuwa uwanja wa mapigano yanayochochewa na tamaa ya madini kama dhahabu, koltan na kobalti, ambayo yamegeuzwa kuwa chanzo cha damu kwa raia aliongeza kuwa biashara hiyo haramu ya madini inayounganishwa na mitandao ya kimataifa na mataifa jirani ndiyo uti wa mgongo wa mgogoro unaodumu kwa zaidi ya miongo miwili. Alitaja wazi kuwa uporaji wa rasilimali unaendelea kwa msaada wa baadhi ya nchi jirani na akalipua Rwanda kwa kuunga mkono kundi la waasi la M23, akisisitiza kuwa uondoaji wa vikosi vya Kigali na kukomesha ufadhili wa kundi hilo ni sharti lisilojadiliwa. Alisema kuwa heshima ya amani ya Kongo haviwezi tena kutekwa nyara na maslahi ya mataifa mengine na akataka hatua za haraka kuchukuliwa ili kukomesha hali hiyo. Katika wito wake, aliomba Umoja wa Mataifa kuanzisha tume huru ya uchunguzi wa kimahakama itakayochunguza uhalifu uliofanyika mashariki mwa Kongo na kutoa majibu ya haki kwa waathiriwa. Alisema kuwa kutambua uhalifu huu kama mauaji ya halaiki ni wajibu wa jumuiya ya kimataifa, na kuongeza kuwa watu wa Kongo hawahitaji huruma, bali wanahitaji haki na ukweli. Akiendelea na hotuba yake, rais Tshisekedi alitangaza kwamba Kongo itakuwa miongoni mwa wanachama wasio wa kudumu wa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kwa kipindi cha mwaka 2026-2027 na akaahidi kuwa nchi yake itatumia nafasi hiyo kwa mtazamo wa ujenzi na jumuishi kushiriki kikamilifu katika juhudi za kuleta suluhu za migogoro duniani. Alisema wanachama huo ni fursa kwa Kongo kushiriki katika kutengeneza sera za amani na usalama wa kimataifa hasa ikizingatiwa kuwa nchi yake imekuwa mwathirika wa vita vya muda mrefu vilivyosababishwa na rasilimali zake. Rais Tshisekedi pia alitumia jukwaa hilo kusisitiza wito wa muda mrefu wa Afrika kutaka mageuzi ya Umoja wa Mataifa, akisema ni wakati wa bara hilo kupewa viti viwili vya kudumu na viwili vya muda katika Baraza la Usalama. Alisisitiza kuwa viti vya kudumu vya Afrika vinapaswa kuwa na haki na wajibu sawa na wajumbe wa sasa wa kudumu, ukibainisha kuwa bila mageuzi hayo, Umoja wa Mataifa utaendelea kukosa uwakilishi wa haki katika maamuzi yake. Aidha, Tshisekedi alizungumzia umuhimu wa mageuzi ya mfumo wa kifedha wa kimataifa akisema kuwa mataifa yanayoendelea ya yamekuwa yakikandamizwa na masharti magumu ya kupata mikopo na misaada, hali inayozuia juhudi za kujiletea maendeleo. Alitoa wito wa kuwepo kwa mfumo wa haki zaidi unaotoa nafasi sawa kwa nchi zote kupata rasilimali za kifedha kwa ajili ya miradi ya maendeleo na ustawi wa wananchi wake. Katika eneo la mazingira na mabadiliko ya tabia nchi, Rais Tshisekedi alionyesha mshikamano na makubaliano ya Paris na alisitiza kuwa dunia haiwezi kufanikisha vita dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi bila kulinda misitu na mito ya Kongo ambavyo ni rasilimali muhimu kwa ekolojia ya dunia. Alionyesha kuunga mkono wazo la kutambua uharibifu mkubwa wa mazingira unaoitwa ecocide kama uhalifu wa kimataifa akisema kuwa kufanya hivyo kutasaidia kuongeza uwajibikaji wa kimataifa na mashirika yanayoharibu mazingira. Hotuba yake pia ilibeba ujumbe wa kuonya dhidi ya maendeleo matupu ya mshikamano bila vitendo, akisema dunia inapaswa kuondoka katika kauli nzuri zisizo na utekelezaji na kuingia katika hatua madhubuti za kusaidia mataifa yaliyoko katika mgogoro. Aliweka msisitizo kuwa Kongo haitabaki kimya bali itapaza sauti kutetea haki na heshima yake. Akihitimisha, Rais Tshisekedi alisema kwa maneno yenye nguvu kwamba Kongo haihitaji huruma, bali inahitaji haki na ukweli, akiwataka washiriki wa, wa Umoja wa Mataifa kutambua mauaji ya halaiki dhidi ya watu wa Kongo, kusaidia mapambano ya taifa hilo dhidi ya uporaji na ukatili, na kushirikiana katika kujenga amani ya kudumu katikati ya Afrika. Mimi ni Abdul Juma na hii ni Dems Media. Nikuombe kusubscribe chaneli hii kwa update nyingine. Asante, tukutane kwa wakati mwingine. kunakomajayua